Mkutano wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara na uongozi wa Young Africans umemalizika. Na Yanga bado wamesimamia msimamo wao. Akizungumza makamu wa rais wa klabu ya Young Africans ndogo Arafati Haji, mara baada ya mkutano huo kumalizika, aliweza kusema kuwa klabu imeshiriki kikao hicho na kuwasilisha msimamo wa wanachama pamoja na mashabiki wao. <totikana> Na aliendelea kusema kuwa tumemaliza mkutano huo na tulichokifanya ni kuwasilisha msimamo wa klabu kutoka kwa wanachama pamoja na mashabiki wetu. Na hilo ndio jambo kubwa tu. Pole, pole na kikao kirefu, labda ni nini ambacho kimejiri? Nadhani sasa utakuwa unajua ajenda ilikuwa ni nini. Yeah. Yeah. Hey, labda ni, ni mchezo namba 184 kwamba hamtacheza mechi <coughs> hamjawahi kusema kwamba hamtacheza imechi na akizungumza kuhusu mustakabali wa mchezo huo dhidi ya Simba, Arafat amesema ya kuwa Yanga haijawahi kusema kama itacheza mechi hiyo. Na hayo ndiyo maneno ambayo ameyasema makamu wa rais wa klabu ya Young Africans mara baada ya kutoka katika kikao hicho. Sasa Young Africans hawakuishia hapo katika kuonyesha msimamo wao juu ya jambo hilo. Kupitia kurasa zao mbalimbali za mitandao ya kijamii, walitoa taarifa kwa umma juu ya msimamo, na walisema kuwa Uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 ulipokea barua kutoka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria katika kikao maalum cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba.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 Dondosha komenti yako hapo. Nini maoni yako juu ya jambo hili?